La la discovery, lakini kwenye faili za mahakama inawezekana mm -hmm. Kwa mrajis au kwa jaji mkuu hatujajua, lakini kwa sasa muhimu ni kwamba jaji, kwa sababu ya ratiba na diary zimekuwa tight, tarehe mm -hmm. ambayo amejaribu kutu kuongeza kufangia mwezi wa 4 mm hiyo -hmm. pana Ramadhani na mahakama huwa inaenda siku la mwisho lile mm -hmm. Mahakama inaenda break, ndio utaratibu uko miaka kwa miaka kwa ajili ya watu wafanye istifari kwa hiyo itakuwa siku hizo, e, alikuata tumemwomba, e, imempendeza Mheshimiwa Jaji, ameelekeza kwamba tarehe 30 na tarehe 31 Machi tutakuja kusikiliza. Sasa siku hiyo ataamua kama atasikiliza hoja moja amini kesi, kwa sababu leo imeitwa moja, si ndio? Lakini koram ya hii yote zinaingia kwenye faili zote, kwa inshallah kwa kesi za uwakilishi Unguja tusubiriane mpaka tarehe 31 Machi, kama kutakuwa na lolote hapa kwa haya maombi yakifaili, yakifika kwenye mafaili yanaweza yakaitwa, basi tutaambizana. Kama hakuna, basi tarehe hizo ndio inshallah. Tarehe nyingine siku tarehe 24 tunakutana kwa yale majimbo mengine kwa Mheshimiwa Mohamed. Sawa eh?